Niliwaambia Wakenya wana lana ya kuitukana Tanzania na Nyerere wakakataa. Sasa Kenya inawaka tena moto. Na safari hii, zile sababu zilizowafanya wakamtusi Mama Samia, zile sababu zilizowafanya wakamchafua Mama Samia mtandaoni ndizo zinawafanya wanaichoma Kenya sasa hivi. Kuna huyu mwanaharakati wa mtandaoni ameuawa na polisi. Polisi wamesafiri kwenda mkoani, wameenda kumchukua, wamemleta Nairobi wakamuua yaani, wamemchukua mikononi mwa baba yake na mama yake na mke wake, wakampeleka Nairobi, wakaenda wakamuua. Nitakuwekea video, nitakusikilizisha hapo, umsikilize baba yake akisema A to Z jinsi gani mwanaye alichukuliwa nyumbani mpaka Nairobi, akaenda kuuawa. Kisa cha huyu bwana kuuawa ni mwanaharakati wa mtandaoni kukemea viongozi wa serikali. Unajua, mimi napenda kukuambia kitu kimoja, Wakenya wana mfumo mbovu wa elimu. Mimi elimu ya Kenya naielewa vizuri sana, very well. Mfumo wa elimu wa Kenya hauandai kujitambua, unawaandaa kujua uzungu tu basi. Ukitaka kuikosoa serikali, usimkosoe individual. Usimkosoe mtu binafsi, kosoa system nzima. Kama mimi ni kiongozi wa serikali na kula rushwa, kuna mwanya na ni yani, kuna ka loophole na katumia kuichukua hiyo rushwa sasa Hupashwi kunihataki mimi na matusi, hupashwi kunihataki mimi na hayo maneno machafu au na hivyo vikatuni vyenu. Serikali individual ni mtu ana nguvu zaidi kuliko mfumo. Sasa huyu bwana anaitwa Albert Omondi Ojuan, kuna vitu aliandika kwenye mtandao wake kuhusiana na maafisa wa serikali, tena ni afisa wa polisi. Sasa wazee wakamtrace mpaka wakafika nyumbani kwake, wakamchukua wakaenda wakamuua, alafu wakam mpa baba wakamkabizi baba yake waka, maiti. Ndugu zangu, nataka tutengeneze picha kwa hizi wiki kama moja na nusu imepita, hizi kelele ambazo watu wa dini mi napenda ni duli na watu wa dini ambao wameshakuwa kama miungu hapa nchini Tanzania, hivi hii ingetokea Tanzania, wajamaa wa wangesemaje? Kwa sababu hao viongozi wa dini wamebeba bendera ya kutuambia kwamba Tanzania ni mbaya. Nimemsikia yule anayesema kwa sasa Tanzania sio okay, kisiwa cha amani tena Sijui ni askofu sijui ni ndani huyo, chawa wazungu huyo, jamaa, Tanzania sio kisiwa cha amani tena jamani. Mkipata hii video yangu, yule askofu wa Tanzania aliyesema tusiseme se, sena Tanzania ni nchi ya amani, atafute transfer aende Kenya sasa, akakemee haya mauaji ya wazi, mchana kweupe, ya polisi wa Kenya. Kazi ya viongozi wa dini wamevaa hizi kofia kama wao ni miungu, wanataka kutuambia Tanzania yetu ni mbaya alafu Kenya sijasikia kiongozi wa dini amefungua mdomo. Okay, hata kama atakuwepo, lakini sijasikia ile ile mob ya yasijui mapasta, sijui wa, mashehe wachungaji wa Kikenya wamepaza sauti kama huku kwetu. Unajua kwa nini wachungaji wa kidini au viongozi wa kidini Kenya hawana habari na, na mambo ya siasa? Kenya imepasuka pasuka vipande, kila mtu anapambana na hali yake. Sisi hapa ya kwetu Tanzania bado tuna ule ujamaa. Sasa kwenye kwenye hii structure ya ujamaa ndio hawa wachungaji akina Gwajima, sasa wanajifanya ni miungu watu wa kutuambia Tanzania yetu ni mbaya. Yaani hoja yangu kubwa mimi kuileta hapa, kuja hapa ni hawa watu wanajifanya kutuambia Tanzania yetu ni mbaya, kisa wamevaa kofia za kidini. Yaani wao sasa wanataka kwamba yani wao ni miungu sasa, kutulaania hii Tanzania yetu. Samia aliwadhalilisha Boniface na Agata, dunia nzima inapiga kelele, si ndio? Maanake sasa Ruto amemtafuna kabisa huyu Albert Omondo Juan Dunia itafanyaje? Dunia haitafanya kitu kwa sababu Kenya na dunia, Kenya na walimwengu ni kitu kimoja, sawa? Eh, Wakenya hawezi kukosolewa kama kama Samia. Nataka nikwambie hicho kitu, dunia haitamkemea Ruto. Dunia bado itadili na Samia kwa sababu sisi Tanzania bado hatujaa kwenye mikono ya wazungu asilimia mia. Ruto amemtafuna kabisa Albert Omondi Ojwang. Lazima niseme Ruto kwa sababu si serikali ya Ruto imefanya hayo mauaji? Kwani Bonifas na Agata walifanyiwa uzalilishaji na Samia, si serikali ya samia Serikali ya Samia ndio ilifanya, iliwafanyia udhalilishaji Albert, Boniface na Agatha? Ko, dunia imecharuka, ina mwadhibu mama Samia, sijui kwa sanctions, sijui kwa nini, kwa stahili yote wanajua wao. Ruto yeye amemuua kabisa Albert Omondi Ojwang. Kuna watu watasema mimi natetea, mimi sitetei, nataka niwafundishe watu kitu, kwa sababu nikiwaambia najua dunia inavyoendeshwa nanicheka. Najua hata Isa bin Mariam alichekwa, kwa sababu alikuwa hajasoma kabisa. Unajua kwa nini Yesu alidharauliwa sana? Kwa sababu Yesu alikuwa anawafundisha wasomi na yeye alikuwa hajasoma. Sasa nichukulie mimi kama mjinga, wakati na kufundisha, jaribu kuapply hii knowledge yangu. Iko hivi, wanaharakati ni mbwa wa wazungu, yaani watu ambao wanatetea maslahi ya wazungu. Sasa kama wewe ni mwanaharakati unafanya uharakati wako ndani ya Afrika, ijue kwamba hii ni Afrika na wewe umetolewa sadaka kama mbwa katikati ya simba. Viongozi wa kiafrika ni simba, watakutafuna mchana kweupe na huna pakwenda kushtaki. Ukitaka kuwakosoa viongozi wa Afrika dili na system. Kwa sababu hawa viongozi wa Kiafrika pia ni chawa wa wazungu. Yaani, mchezo unaochezeka, mimi nikiwa mwanaharakati leo hii mzungu atakuwa ananipa pesa, ni mchokonoe Mama Samia. Alafu at the same time kuna wazungu nao wanamtumia Mama Samia, yaani mimi nagombani? Mimi natumiwa na wazungu kumkosoa Mama Samia na wazungu bado wanamtumia mama Samia kupata maslahi yao. Kwa hiyo wazungu wawili wanatugombanisha mimi na Samia, wakati mimi na Samia tunawindana tunaumizana, wao wanachukua mali zetu. Sijui umenielewa nachokwambia. Huo ndio mchezo wa wanaharakati. Yaani viongozi wa Kiafrika wako kwenye mifuko ya wazungu na wanaharakati wako kwenye mifuko ya wazungu, kwa hiyo inatengenezwa vita, alafu hiyo battlefield, uwanja wa mapambano ni sisi raia. Sasa tunauaje hii kitu ambayo wazungu wanatuchunganisha ni kubadilisha mfumo wa kiutawala tukatengeneza mfumo ambao wote tutaongea lugha moja, na mimi ndicho kilio changu kwenye chaneli yangu. Tunahitajika tuongee lugha moja ya kimaendeleo, tuwatoe viongozi wetu wa kisiasa kwenye mifuko ya wazungu, na sisi tusitumike na wazungu, sote tukaongea lugha moja ya kuwapinga maslahi ya wazungu, tukatetea maslahi yetu sisi. Hakuna mtu atakuwa Washington anaitwa diaspora anapigania maslahi ya Watanzania. Diaspora aliye Washington ni chawa wa wazungu. Kwa hiyo kama wewe unajifanya ni mwanaharakati wa kuikosoa serikali, wewe unatumika. Tunajua wakina Bonifasi walikuja Tanzania, wamelala kwenye hoteli za nyota tano, tena wanajirekodi huku wakimtukana Samia. Ee, Samia ameonza bandari, sijui Samia amefanyaje. Niga walichofanya watahadisia kwa watoto wao. Huyu Albert aliyouawa alikuwa anajifanya kumkosoa nani? afisa polisi, maybe kwa isu ya rushwa, sawa. lakini asichokijua kwamba afisa polisi huyo anayekula rushwa yuko kwenye mifuko ya wazungu, na yeye huyu mwanaharakati ameshajazwa akili ya wazungu, hata kama alikuwa hajapewa hela na wazungu kama watu wanavyomtetea, lakini bado alikuwa na akili ya kizungu inayokereketa kwa kichwani. Kwa hiyo akaitumia ile akili ya kizungu kumtukana afisa wa polisi, akatafunwa. Logic ilikuwa ni kudili na mfumo mzima wa kiutawala. Ukitaka kudili na mfumo mzima wa kiutawala wa nchi zetu, unawamobilize wananchi kubadilisha mfumo, wacha kudili na individual. Individual ni more dangerous. Hakuna mtu atakufurahia baba yake kutukanwa, hakuna mtu atafurahia baba yake kuchorochorwa vibaya mtandaoni. Yaani leo hii mtu akianza kudili na mama Samia, kumchafua chafua mama Samia, ana watu na yeye, ni binadamu kwani ana ndugu ambao atajisikia vibaya. So ushauri kwa wana hawa wanajiita wanaharakati, we should deal with the system. tutengeneze mfumo ambao we will speak one language, sio tunagombanishwa na wazungu tu, na hii ndio inayotafuna Wakenya. Wakenya hawana mfumo bora wa elimu, mimi najua. Halafu sasa wabunge wa Kenya wamependekeza itengwe milioni mia moja na hamsini ya Kenya ambayo ni sawasawa na bilioni tatu ya Kitanzania kudili na hawa watu wanaochafua wa watu mtandaoni, yaani yale yale niliyowaambia Wakenya kwamba wauhuru wanaopigania haupo ndio serikali yao sasa inaanza kupendekeza itengwe bajeti maalum ya kudili na hao watu ambao wanachafua watu mtandaoni, milioni mia moja na hamsini ya Kenya sasa, na bilioni tatu ya Tanzania kudili na masuala ya social media. Sasa hii pesa yote hii, hii ni pesa inaweza ikaleta maendeleo kwa wananchi, instead inaenda kudili na watu ambao wana akili tena wamefundishwa shuleni. Kama sio mfumo wa elimu mlionao nini wa Kenya wa Tanzania kuna mfumo mzuri sana wa elimu, asikudanganye mtu. Wa Tanzania tuna nchi nzuri sana. Huyo kiongozi wa dini anayekwambia nchi yetu ni mbaya, mwambia ahame, nchi aende Marekani, kama yule askofu Agustini Mpemba alivyohama Tanzania, naye aende Marekani. Kuna huyo askofu sijui kasema Tanzania haitakiwi kusema tena ni kisiwa cha amani. Wewe askofu uliosema, Tanzania sio tena kisiwa cha amani, kisiwa cha amani sasa hivi ni wapi? California, Kenya Congo, wapi? Tanzania i kisiwa cha amani. Kama wewe huioni amani Tanzania, hama Tanzania. Sasa nataka mumsikilize huyu mzee ambaye mwanaye alichukuliwa nyumbani na polisi wakamsafirisha mpaka Nairobi, wakaenda kumuua. Sikiliza kisa, kinahuzunisha kina sana. Baba ameteseka kumsomesha mwanaye, mwanaye amejazwa uzungu, ametafuna juu kwa juu. Kwa nini ulimuua mtoto wangu? Alikukosea nini ambayo inagharimu kifo chake? Watu wanaongea kuhusu mambo ya ufisadi, hata ni wengi kabisa katika nchi hii yetu. Kwa nini mtoto wangu abebe? Na ni mtoto wangu mmoja wa kipekee. Sahii nimebaki mkono mtupu, nana atanielekeza katika maisha yaliyobakia. Mtoto wangu nimemsomesha kwa taabu, katika kaunti ya Kilifi kwa kazi ya kware, nikijinyima kwa ajili ya mtoto wangu kusoma. Alipohitimu nilikuwa ni na matumaini, ndiposa nikatoka huko nikirudi Nyanza nikae nyumbani, kwa sababu mtoto amefika mahali pa kunishika mkono. Sasa leo hii umenivunja mkono, umeniua. Kwa nini uniue? Unanidai nini? amekuibia nini? Haya ndiyo maneno ambayo nina nataka niongee kwako Bwana Eliu. Mm, kwa uhakika siwezi kueleza kile kilichotokea hapa. Maana kilichotokea ni kwamba nimeenda kushuhudia mwili wa kijana wangu umelazwa katika siti mochari. Jana walikuja maofisa wa polisi sita muda wa saa saba za mchana kama kijana wangu ametoka Ringa kuchukua miti ya kupanda, kulikuwa kuna mvua, ni msimu wa mvua. Sasa alipofika hapo, mama yake akampatia chakula hapo nje chini ya mti, na bibi yake akaenda hapo karibu na yeye, na watoto, mtoto wake, watoto wangu na wandugu yangu wakawa wako na mimi na ndugu yangu mdogo hapo ndani ya nyumba. Baada ya muda ambao si mrefu, tunaendelea kula, nikasikia ngurumo ya pikipiki inakuja piki. Kama kawaida yangu mara nyingine huja wageni hapo, mimi nikatoka nje kuwalaki wageni ambao wamekuja nyumbani, nikaona kumbe hata si pikipiki piki, moja ya pili nafuata hiyo ya kwanza, nikiangalia mbele ya boma huko kule ambako tunatokea nikaona pikipiki ya tatu, na kila pikipiki ilikuwa imebeba watu wawili. Uh, nilipoambia karibuni, uh, nikawaambia hili liboma langu, alafu mmoja kati ya wale maofisa sita akanivuta nyuma, kama wewe ndiye mwenye hili boma basi tumekuja kumchukua huyo kijana yeye yuko na ugali ame, amepewa na mama yake, pamoja na sukuma wiki amepikiwa, anaendelea kula, lakini ameshtuka kwa sababu ya watu wengi wamekuja hapo nyumbani. So akaniambia tumekuja kumchukua huyu kijana, mimi ni afisa wa polisi. Akanionyesha kibandiko hapa kwenye kifua chake, katag kako hapo, na nikaridhika kuona kwamba basi kama amekuja kumchukua ni vyema kwa sababu pengine kuna jambo ambalo si sawa ambayo imewafanya waje na wakajitambulisha kwamba wao wametoka DCI Nairobi. Kijana ametusi mkubwa wao, kwa hivyo wametuma kutoka Nairobi waje nyumbani kumchukua huyu mtoto. Kuna mwingine ambaye wamemchukua jana, jana ambapo ni juzi sasa wamemchukua Kisii wamemleta Nairobi. Sasa ba, alikuwa bado huyu, na wamemtusi mkubwa namna gani? Mimi nilifikiria ni mkubwa wa nchi, na hakusema, akasema ya kwamba basi, mengine mengi, wewe tufate mawego we, police station, tutakueleza mengi. Mimi nikachukua pikipiki yangu, mdogo wangu akapanda aka tukaenda mpaka huko pofika pale tukawapata wako huko tayari. Vile walifika walimpiga, wali pingu yule kijana wangu pale pale alipokuwa anakula, hata akula akawacha chakula so wakaenda naye na hiyo pingu mpaka huko, hata wakati akiweka sahihi kwa ajili ya simu yake waliochukua walimwambia kwamba simu yako wewe utapata baada ya hii karatasi umepeana. Ilibidi wafungue hiyo pingu, ndio awe na access ya kuweka sahihi yake kwa hiyo karatasi. Baada ya kuweka hiyo sahihi, wakarudi wakamfungia, wakafunga pingu, wakamchukua, wakamweka ndani, wakaniambia ndani ya Subaru. Wakaniambia, sasa wewe fuata kijana kesho huko Nairobi. Waliniambia wanaenda mazingira, sikupata kuelewa vizuri, maana si mkaaji wa Nairobi. So nilipofika, nilipofika kama saa mbili za usiku kuelekea saa tatu, kijana tuliwasiliana, akaniambia sasa, si kule walikoelezea ukija, njoo eh, Central Police Station ndiko ambako wananiweka na sasa uam, e, jaribu kuongea na wale madisi yai maana walitupatia namba zao za simu ili waeleze, ili ikiwezekana wao waweze kunipatia mahali ambapo naweza kupata hewa nzuri, sababu kidogo yuko na shida ya asma, na si sana vile mara nyingine hutokea. Sasa kasema nikajaribu kuongea na mmoja wale ambao nilipewa namba hawakuitikia hawa simu. Mimi sa, sa tatu hiyo mm, nikapanda gari nikafika hapa Nairobi saa kumi na dakika ishirini na nne asubuhi. Kufika hapo ilikuwa ni usiku pia, central sipafahamu sababu mimi si mkaaji wa hapa, kangojea kupambauke. Ulipokuwa asubuhi kufika saa moja ilinipata mimi niko hapa kwa police station. Nikajitambulisha kwa afisa wa polisi ambaye alikuwa kwa zamu, nikajieleza kwa, kwa jina majina yangu, nikamwambia kilichomle, kilichomleta kwamba nataka kumwona kijana. Kaniambia wewe subiri, bado ni asubuhi, tunapanga watu kwa ajili ya kufanya usafi ndani ya station. Nikawa na subira, nikakaa hapo kwenye bench kuelekea saa mbili nikarudi nikaregea tena kwa kwa madam ambaye alikuwa yuko hapo, akaniambia wewe subiri, utahudumiwa bado. Nikakaa kuelekea saa tatu, akaja afisa wa kiume akaniambia kwamba, mzee, masaa haya bado tunashughulikia usafi wa ndani, kwa hivyo wewe nenda ukanywe chai urudi mida ya kama saa nne, ukija utamwona utakubaliwa, uta umwone huyo kijana. So niliporudi saa nne nikakaa kwa bench, muda si mrefu akatokea chaplain wa station hii pamoja na maafisa wale wa DCI wale waliomshika yule kijana kule nyumbani. Nilitambua wawili. Katika hao wawili kuna kijana mmoja rafiki ya huyo kijana wangu ambayo nilimpata pale na tulijuana tu hapo hapo kwa station. Yeye ndiye akaniambia kwamba yeye amekuja kumuona Omondi, pia hakujua habari za kwamba Omondi ameaga. Sasa chaplain huyo ndiye anatuambia, basi njooni kwa OCS, mimi nikiwa na matumaini ya kwamba nikifika hapo ataniruhusu nione kijana wangu. Nilipofika hapo ofisini kwa OCS Aka, tukajitambua tuka, tuka, tuka, tuka, tuka, tuka yeye pia akatutambulisha kwa majina yake. Pamoja na huyo chaplain akatuelekeza ya kwamba basi yeye ye, yuko na mkubwa wake ambayo ni OCPD, tuende huko kwenye ofisi ya OCPD kwa sababu ndiye mkubwa wake. Basi tukatii, tukiwa pamoja na yule kijana na chaplain, tulipoenda mpaka kwenye ofisi ya OCPD wakatukaribisha sambwana na maafisa wengine wa polisi ambao walikuwa hapo. So kile nilichosikia ambacho alikuwa ananiambia Bwana OCPD ya kwamba habari ambayo tuko nayo si nzuri sana. Sasa hiyo habari si nzuri sana ndio ikanishtua. Nikaanza tafakari habari hmm za huko nyuma zile ambazo zinatokea kwenye vyombo vya habari hmm wakati kwa wakati, kwamba vijana huwa mara nyingine wanaangamia. So hiyo ndio ilikuwa kwenye akili yangu hata nilipokuwa natoka nyumbani, nilimfata haraka hmm, kwa sababu hiyo ilikuwepo kwenye akili yangu. Kijana wangu ni kijana mmoja, hakuna hata msichana kando yake nimemsomesha kwa taabu kwa miaka yote hiyo, around 20 years, ambayo nimekaa pwani eneo la Malindi kwa ajili ya kujaribu kustawisha maendeleo ya boma langu kupitia kwa huyo kijana, nikifanya uwekezaji kwa ajili ya kumsomesha huyo kijana. So matokeo ni kuuawa, naweza niseme hivi kwa sababu alitoka nyumbani akiwa ni mzima, lakini sasa nimeenda kuonyeshwa mwili, matokeo ni huo mwili. Hayo ndio ningeweza kusema. Mengine ni kuhusiana na mahali pa ku, palipofanyika ajali. OCPD alitaka ni, akanionyeshe awali masaa hayo asubuhi, nikamwambia mimi siwezi kwenda peke yangu, kijana yuko na familia yake ambaye ni mke wa kakangu yuko hapa Nairobi na kuna na wengine kuna babangu mdogo pia niko naye hapa, na wengine wengi, na wakili pia niko naye, ambaye nilimjulisha tokea jana ya kwamba tungekuja kutatua haya mambo. Niko na hata title deed ambayo nilikuwa nimejitayarisha nayo kwa mkoba wangu hapa, ili endapo kutakuwa na hitaji ya mambo ya dhamana tuweze kuzungumza na wakili kwa ajili ya kuweka dhamana. Na nilikuwa nimemjulisha kijana wangu hapo jana kuhusiana na swala hilo, so wakili nilimjulisha hapo jana, hata asubuhi tumewasiliana, ikiwa nia ni kwamba kuja tuzungumze ili tutatue, tuangalie ifikapo kesho Jumatatu tutaanza vipi, lakini baadaye kujulishwa na huyo mkubwa wa polisi wa station hii kwamba kijana ameaga Nikamjulisha pia yeye. Sasa ni hivyo, kijana kufikia mwezi wa saba atakuwa na miaka thelathini na moja. Amezaliwa mwezi wa saba tena tarehe saba 1994 kijana, ushuhuda wangu na huyo kijana, yeye ndio anayeweka vitu vyangu Malindi tumeishi muda mrefu na hata vitu vyangu ambavyo niliviacha kidogo kwa ajili ya kujistiri kimaisha nilimwacha mkononi mwake, sababu alikuwa mwaminifu kijana. Hata tukiwa naye kwa boma sijawahi kusikia hata huko tulipokaa Malindi akizozana na mtu. Sijawahi kusikia hata, mama swala, hata swala la kesi kuenda police station, hata kuhusiana na mambo ya kitambulisho sijawahi kusikia kumhusu kwamba ameshikwa nasikitika kwamba amekuwa mwalifu wa kuwekewa pingu tokea nyumbani tena mikono miwili, kufika station anawe, anawekwa kwenye rumu yake peke yake kama mamluki amefanya ujinai ama amevamia benki. Yote namwachie Mwenyezi Mungu. Kijana alikuwa ali mwalimu, alihitimu kuwa mwalimu wa sekondari lakini hajaajiriwa na serikali. Sasa amefundisha ame Gongoni secondary, amefundisha Voi secondary na akaacha, kwa sababu ma, eh, alikuwa analipwa na halmashauri eh, ya, ya wazazi so malipo haikuwa mzuri, akasema kwamba mimi nitatafuta mbinu ya kununua makaa nifanye biashara sasa. Akawa anafanya Malindi, hata nyumbani alimekuja tu mwezi mmoja nafikiri ni miezi miwili. Ameoa juzi, mke wake ndio hata hajajitambulisha katika mji, amemwacha hapo nyumbani. Jana akichukuliwa watu waliokuwa na kula na mtoto mmoja, na nia ya yeye kukaa nyumbani, alikuwa anataka amzoeze yule mama, mke wake mgeni pale nyumbani, ili azoee nyumbani ndio arudi Malindi kwa ajili ya biashara yake, so kwa, hab, kwa bahati isiyoepukika amejipata katika hali hiyo. Ni somo gani unalipata hapo kwenye hayo kwenye hicho kwenye hiyo kwa hayo maelezo ya huyu mzazi? Mwanaye aliharibiwa kuanzia akiwa shuleni, walimwingiza akili za kizungu, wamemtafunia mbali. Hizi elimu tunazopewa, nataka niwaambie, hizi elimu tunazopewa tunapewa tuhudumie mfumo fulani, na huo mfumo ni hatari. Wazazi hawajui, wazazi wanapambana, wana, wanapiga kelele, mwanangu soma, mwanangu soma. Hawajui tunasoma nini. Kumbe tunatengenezwa akili zetu tukahudumie mfumo fulani, na huo mfumo unakinzana na mfumo mwingine. Yaani wazungu wako hivi, kiongozi wa nchi wameshamchukua, wamemweka kwenye mifuko yao. Wanatafuta chawa wao huku huku nchini kwetu, wanawaweka kwenye mifuko yao. Kwa hiyo hawa chawa wanatumika kutengeneza vita na ile serikali. Yaani wazungu kwa wazungu wanatengeneza vita. Alafu watazamaji wa ile vita ni sisi raia. Kwa hiyo wakati sisi raia tukubize kuangalia ile vita ya wanaharakati na wanasiasa wetu, wazungu wanabeba mali. Hicho ndicho ambacho wazazi hawajui, ndio elimu tunayopewa huko mashuleni na mavioni. Yaani tunaandaliwa kama maroboti ya kuja kupigana wakati wazungu wanabeba rasilimali zetu. Watanzania, hii nchi yetu ni nzuri, asikudanganye mtu, nchi yetu sio nzuri. Huyu anayekuhubiria kanisani nchi yetu ni hatari, mwambie ahame Tanzania, aende huko ambako kuna amani. Tuelimike tusio wasomi.